Yes, Mheshimiwa Wallerci Karia. Kiukweli, umetufanya tuonekane mtaani hatujui chochote, umetufanya tuonekane hatuelewi mpira, umetufanya tuonekane sisi machawa, umefanya tuonekane sisi ni watu ambao hatujui kitu, kwa busara ulizozitumia kitendo cha kugairisha dabi, kitendo cha kuwasimamisha cha kazi Nguto na mwenzake Almas Kasongo ni kitendo ambacho umetofanya tuzalilike mpaka sasa. Navyosema diemu yangu ina malugha chafu isiyopungua meseji mia tano, zote nashambuliwa kwa lugha chafu. Hujui chochote. Yanga ni kubwa kuliko au bodi ya ligi. Kiukweli tumezalilika, kiukweli umefanya si tuzalilike sisi tulikuwa upande wa bodi ya ligi na TFF. Kwa nini? Tuliamini sheria itachukua nafasi, lakini sheria haijachukua nafasi, na busara zilizotumika ndizo zinazofanya tuzalilike. Sisi kikweli tumezalilika, na inatutia wasiwasi wasi kuwa tena upande wa bodi ya ligi na TFF, jambo la kisheria tena likitokea, kwa sababu tunaona busara tena tazidi kutumika na sisi tutazalilika. Ndugu yangu Saidi, ndugu yangu wilson Oluma, ndugu yangu akina juma ayo, ndugu yangu akina jeflea, tumezalilika. Leo Hans Rafaeli anaonekana ndio shujaa kwa busara zako tulizozitumia, kwa sababu alikuwa hafuati kanuni, lakini kwa busara zako sisi tumezalilika. Sawa, tunashukuru kwa hiki kilichotokea. Tumepambania sheria ya mpira lakini like kini tu...